Uongozi wa klabu ya Young Africans unaonekana hautaki tena kufanya makosa ya usajili kama makosa ambayo waliyafanya kwenye usajili wa dirisha kubwa, na ndio maana kuelekea dirisha dogo hili tayari wameanza mbwembwe na wameanza kwa kata wale wachezaji wote ambao walikuwa magarasha katika msimu uliopita ama baada ya kusajili wachezaji karibia kumi na moja ni mchezaji mmoja tu ambaye alikuwa ni Mohamed Hussein Zimwe Junior ambaye aliweza kuingia kwenye mfumo wa kocha moja kwa moja, na wachezaji wengi wa kimataifa mpaka sasa wameshindwa kuingia kwenye mfumo, na ndio maana ujio wa kocha mpya Pedro Soares Goncalves ulikuwa na maana kubwa sana, ambaye alitoa orodha ya wachezaji ambao hawahitaji kwenye timu ya Young Africans, na Yanga tayari wameanza kuwapeleka wachezaji hao kwa mkopo kunako klabu ya Singida Black Stars. Wachezaji wa Young Africans ambao wanahusishwa kwenda Singida Black Stars ni pamoja na Aziz Andambwile ambaye atapelekwa kwa mkopo, lakini Mohamed Dumbya ambaye naye tayari ameshatolewa kwa mkopo kwenda Singida Black Stars, lakini pia Musa Balakonte naye tayari muda wowote anakwenda kujiunga na Singida Black Stars. Na wachezaji hawa niliyokutajia wanaenda kujiunga na Singida Black Stars katika michezo ile ya mapinduzi ambayo inaendelea pale Zanzibar, na lengo la Young Africans kuwatoa wachezaji hawa kwa mkopo ni kwa ajili ya kuimarisha viwango vyao, na pale ambapo watarudi kwenye mfumo kama vile ambapo kabla ya kusajiliwa walikuwa vizuri, basi Young Africans haitaona shida kuwarudisha kikosini. Wachezaji ambao wamesajiliwa na Young Africans mpaka sasa ni pamoja na Emmanuel Mwanengo ambaye ametoka TRA United. Huu ni Mtanzania ambaye anacheza katika nafasi ya kiungo mshambuliaji, lakini tetesi zimesema pia Maaruf Chakei pamoja na Mohamed Damaro Kamara, hawa tayari wote wawili wameshajiunga na Young Africans na picha zimeshakamilika. Kilichobakia hivi sasa ni Yanga kuanza kuwatambulisha. Kumbuka, Maruf Chakei pamoja na Mohamed Damaro Kamara ni nyota ambao alikuwa nakipiga na Singida Black Stars. Kwa hiyo Young Africans wameswap deal, maana kwa wachezaji hawa wameenda kujiunga na Young Africans. Alafu Yanga walichokifanya wameotoa baadhi ya wachezaji kwenda kwa mkopo kuna klabu ya Young Africans. Ukiangalia msimu uliopita Yanga alimsajili Mohamed Hussein kutoka Simba, ambaye aliingia kwenye mfumo moja kwa moja na ndo mchezaji pekee ambaye anacheza mpaka sasa. Edmund John huyu anacheza baadhi ya mechi, kwa hiyo hawana mpango kumwacha. Lakini Celeste Ekua naye wako kwenye maongezi, muda wowote pia ataenda kujiunga na Singida Black Stars. Musa Balakonte tayari ameshajiunga na Singida Black Stars, huyu kwa mkopo, lakini Andy Bobwa Boyeli anatafutiwa timu. Mara baada ya dili la Celeste Ekua kukamilika kujiunga na Singida Black Stars, atakayefuata ni Andy Bobwa Boyeli ambaye kwa sasa Young Africans ipo kwenye mazungumzo naye kwa ajili ya kukata jina lake ili aweze kusajili mchezaji mwingine, striker wa kimataifa ambaye atakuja kuchukua nafasi yake. Frank Asinki bado taarifa yake haijatolewa, lakini Mohamed Dumbia, kama alivyokuambia, huyo anakwenda Singida Black Stars. Lassine Kouma naye yupo kwenye maongezi na Young Africans kwa ajili ya kwenda Singida. Ofenchikola pamoja na Israel Mwenda hawa wote wawili wapo, kwa hiyo mpaka sasa Young Africans imesajili wachezaji watatu, Emmanuel Mwanengo ambaye anatoka Tra United, Maruf Shakei kutoka Singida pamoja na Mohamed Damaro Kamara ambaye anatoka Singida Black Stars. Na wachezaji wa Young Africans ambao wameshakwenda Singida Black Stars kwa mkopo mpaka sasa ni Musa Balakonte pamoja na Mohamed Dumbia. Lakini wengine ambao pia wako kwenye maongezi kwa ajili ya kwenda kujiunga na Singida Black Stars ni pamoja na Aziz Andambwile, lakini Lasin Kouma yupo, Andi Bobu Boyeli yupo Musa Balakonte lakini pia Celeste Ekwa. Kwa hiyo Young Africans wanaonekana this time wapo serious sana na hawataki kufanya kama yale ambayo yalitokea kwenye usajili wa dirisha kubwa lililopita ambapo mpaka sasa kufanya vibaya kwa Simba ndipo kumewanyamazisha mashabiki wa Young Africans kwa sababu endapo uh, Simba ingekuwa ipo kwenye form, wanakuwa Young Africans wachezaji wake wangekuwa wanazungumzwa tofauti kabisa na Simba ambayo asilimia 95 ya wachezaji wake wote waliingia kwenye mfumo na wanaubonda mpaka sasa. Young Africans ni zimbwe peke yake. Kwa hiyo injinia hataki kurudia tena makosa hivi sasa na ameamua kuingia sokoni rasmi kutengeneza kikosi cha Young Africans ambacho kinakwenda kushiriki michezo mbalimbali, hasa hasa michezo ya kimataifa, ambapo anataka kuendelea kuweka rekodi nzuri na kuendelea kupata nafasi nzuri zaidi kwenye renki za CAF pale ambapo zitatoka na basi Young Africans iweze kuonekana. Lakini pia, engineer anataka kuendelea kukuza jina lake na kuendelea kujiwekea heshima ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ndio maana ameanza kufanya reshafu ya kikosi. Kwa hiyo wachezaji wengi sana watakuja hapa katikati. Alan Okello naye anahusishwa kujiunga na Young Africans, na issue Alan Okello ipo hivi. Okello alianza maongezi na klabu ya Simba kwa sababu mkataba wa Alan Okello umebakisha takriban miezi saba tu na klabu yake ya Vipers. Kwa hiyo tu mwaka ukipinduka atakuwa amebakisha miezi sita, maana kwa kisheria ama kikanuni anaruhusiwa kuzungumza na timu yoyote kwa sababu mkataba wake ulipofikia utakuwa unamruhusu, lakini mara baada ya kuzungumza na Simba kipengele kilikuja kwa rais wa Vipers ambaye hakuwa tayari kumuuza Alan Okello kwenda kwa klabu ya Simba, kwa sababu kipindi ambacho Simba walimchukua kocha Robertinho kutoka Vipers ni kipindi ambacho Vipers walikuwa na uhitaji sana na kocha huyu. Na uongozi wa Simba kabla ya kumchukua Robertinho uliongea kwanza na uongozi wa Vipers, ambapo rais wa Vipers aligoma akasema, Robertinho aende popote. Kwa hiyo Simba wakamtumia agent wa kocha Robertinho kuweza kumchukua kocha. Kwa hiyo rais wa Vipers kama vile ana kinyongo na Simba mpaka leo, na ndio maana akasema hakuna mchezaji yoyote ambaye atatoka Vipers kwenda kujiunga na Simba. Kumbuka hata kipindi cha tetesi za usajili wa Cesar Lobi Manzoki ulishindikana, lakini pia usajili wa Alan Okello ndio hapa ambao pia unakwenda kushindikana, na maongezi endelea baina ya Young Africans pamoja na Engineer Hersi Ali Said ambaye muda wowote kuanzia sasa huenda Uh, akamsainisha mkataba Alan Okelo.